Wakazi wa eneo bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma wamepongeza ukarabati wa barabara ya takriban kilomita kumi na tatu inayounganisha maeneo ya Mayanja, Bisunu na Sirisia wakisema kuwa hatua wa hiyo imepunguza pakubwa changamoto za usafiri katika eneo hilo. Ingawa ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami bado haujakamilika, wakazi wamesema kazi inayoendeshwa na mwanasiasa Zakaria Baraza inapunguza kwa kiwango kikubwa changamoto za usafiri ambazo zimeshuhudiwa katika eneo hilo kwa muda mrefu. Barabara hiyo ndiyo njia fupi zaidi kufika mjini Sirisia kutoka mji wa Bungoma ikilinganishwa na ile inayopitia katika soko la Chwele. Mmoja wa wakazi, Robert Juma amemshukuru mgombea ugavana wa kaunti hiyo Zachary Barasa ambaye amejitokeza kusimamia utekelezaji wa ujenzi wa barabara hiyo. Hii ni barabara ambayo ina link kutoka Mayanja, Bisunu, Sirisia. It is 13 kilometers kutoka Mayanja to Sirisia. Hii barabara ilikuwa very active miaka za nyuma, tukiwa wadogo tukisoma primary. It was very active kwa sababu ina link Sirisia, na Sirisia nayo iko tu next to Uganda na wakati ilifika ambayo hii barabara imekuwa neglected mpaka imesaulika. Na shida ingine ambayo imeleta imereduce economy ya hii maeneo juu mtu akiwa na vitu zake kutoka kwa shamba hawezi kufikisha kwa main town yetu ni Bungoma town. Shuali hii barabara yetu ilikuwa haipitiki, ilikuwa katika hali mbaya sana. Na tunashukuru kwa sababu wakati ulisikia malilio yetu ulikuja karibu nasi na ukakubali kutusaidia. Saizi ni afadhali sababu sahi barabara inapitika mpaka mahali tumefika hapo. Tumelia sana. Hakuna mtu ambaye alijitokeza kuja kutusaidia. Lakini nimefurahi siku ya leo kuona barabara yetu ya Sirisia ikifanana hivi. Mheshimiwa, mahali ulipo, tunasema tu asanti na Mungu akakubariki. Wakazi wa Sirisia, hususani wafanyabiashara, sasa wanaweza kufika sokoni kwa urahisi, hatua yanayopunguza gharama za usafiri wili. Khaemba Kurunzi, kutoka Sirisia, kaunti ya Bungoma.